Uh, hello, wadau wa Kingo Farm. Karibuni tena kwenye channel yetu pendwa ya ufugaji ambayo imejikita zaidi kuelekeza ufugaji kwa kutumia mimea mbalimbali mbali, au tiba mbalimbali mbali mbali za asili. Aa, sasa leo hii nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukamuokoa kuku anayekaribia kufa kwa ugonjwa wowote. Kuku naye mzungumzia hapa ni ule kuku ambaye kwanza unakuwa haujui anauma kitu gani. Huyu ni kuku ambaye huwa anajitenga na wenzie, hali hachangamki, ukimwona ni kama kuku aliyevaa makoti. Unakuta na na una katika kuku wengi ni kuku mmoja au kuku wawili wanaonyesha hali hiyo. Yeye anakuwa hali amekaa kwenye kona labda au sehemu yoyote ile tu, amekaa ameshusha mabawa kabisa. Yani hujui anauma kitu gani, hana mafua wala haoneshi dalili ya muharo wa aina yoyote ile, na chakula pia ukiweka hachangamki kwenda kula. Sasa leo nitakupa tiba ya haraka ambayo unaweza ukamhudumia haraka amba huyu kuku na akapona ndani ya dakika tano tu ukifanya haya nitakayokuelekeza matokeo ya kesho au kesho kutwa, hapana bibia kufa kwa sababu ukimchelewesha au ukimwacha katika ile hali huwa anakufa. Uh, kwanza kwa kuku kama huyo, mara nyingi huwa tunaanza kuchunguza, je, huyo kuku alikuwa anakula chakula? Unakuta labda na siku mbili au siku tatu hajala chakula. Kama hajala, unapaswa umpe kwanza glucose Ha, unaweza kumpa glucose ya dukani ile glucose ya kuku sio ya binadamu au kama utakuwa hauna hii glucose basi utampa kwanza uji walau mili tano utakuwa na bomba lako la sindano utaweka mpaka pale kwenye mili tano utampa kwanza uji ili uweze kumtibia lengo la kumpa uji ni kumpa nguvu baada ya kumpa uji uta au glucose utakaa kama dakika moja au dakika mbili ili na yeye kile chakula kama kifike kwenye utumbo wake ili aweze kuchangamka kidogo. Baada ya kuchangamka, ni nadhani ni muda mfupi tu, labda baada ya dakika moja au dakika mbili. Akishachangamka kidogo tu, basi utampa hii dawa ambayo nitaenda kukutajia. Ni dawa ndogo sana, ni rahisi sana kuitengeneza. Nadhani kila mtu anaweza kuitengeneza hii dawa, hakuna mtu anayeshindwa, wala haina ugumu wowote, na ni vitu ambavyo vinapatikana sehemu yoyote ile. Um, pia King of Farm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp, unalipia ada ya shilingi ufugaji. Tuna kitabu cha tibazaasil za za kuku kina tiba zote za asili za kuku, kinga za asili, vitamini za asili na booster za asili. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji, huu ni mwongozo wa kumfuga kuku wa mayai pamoja na chotara. Pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, na pia tuna kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki cha mwongozo ni kizuri mno kwa yule mdau ambaye anapenda sana kufuga kwa kutumia tiba za asili, lakini hajui anafugaje kwa kutumia tiba za asili au hajui

na vitabu ni shilingi elfu kumi. Kujiunga na kundi ni shilingi elfu nane. Kama utakuwa unahitaji huduma zetu, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie. Sasa tukiendelea, kwenye huu mchanganyo ambao utakusaidia wewe kuweza kuwaokoa kuku wako, hapa inategemea kama una kuku wawili watatu. Mara nyingi au wanakuwa ni kuku wachache, sio kuku wengi. Kama mnavyojua, kwa kuku wawili au watatu, mtapata hii hali kama hivi

ukakosa hii binzali, utaenda kutumia manjano yale ambayo yanakuwa yamesagwa. Yule binzali iliyosagwa, kijiko kimoja cha chakula utaweka bila kuweka maji yoyote utaweka tu hivyo vitu vikiwa vikavu kabisa: kitunguu saumu ah, uh, kipande cha tangawizi na hiyo binzali, kama itakuwa ya unga au kama itakuwa binzali ya kipande kabisa, utavisaga. Unaweza katia kwenye kinu ukavitwanga vizuri kabisa. Baada ya kutwanga ule mchanganyo utachota kidogo, utawawekea mdomoni. Wale kuku watakuwa kama vile wanakitafuna. Wakisha kitafuna utaona papo hapo wale kuku wamechangamka kabisa tena. Kama ulianza kukuapa glukozi au uji, basi ukishawapa hii dawa, akisha kula tu atakupa kama dakika mbili au dakika tatu, utaona yule kuku anachangamka, anakimbia. Yani atakuwa anakimbia, anachangamka, anakimbia, anacheza, anatembea. Yani hautajua kabisa kama ndio yule kuku alokuwa anaumwa. Ndio, ni huyo basi. Huu mchanganyiko ni mzuri sana kwa kuweza kumtibu kuku wa namna hiyo. Sasa baada ya kuwafanyia hivyo hawa kuku, ulishawapa uji au glukozi, ukawapa huu mchanganyiko, utawaacha hawa kuku waendelee kusurvive. Baada ya kuwaacha, usiishie tu kudhani labda hawa kuku watakuwa wamepona. Ni vizuri zaidi kama ni mfugaji, endelea kuchunguza kama watakuwa wanaonyesha dalili nyingine, eidha kwa upande wa mafua au kwa upande wa kuchunguza kinyesi chao. Ukiwaacha hivi hivi, chunguza vizuri, hata usiku wakilala, basi wachunguza. Je, wanakoroma, wanapiga chafya au kinyesi chao kina rangi gani? Ni cha mharo? Na kama ni mharo, ni mharo gani? Ukishaweza kujua ile tatizo, basi nenda kawatibia. Kama utakuwa ni mharo basi utajua utawatibia dawa gani, na kama ni mafua basi nenda katengeneze mchanganyo wa mafua. Au kama wewe unanunua dawa za dukani, basi utaenda kuwanunulia dawa. Kama utakuwa ni typhoid na kadhalika basi utawanunulia hizo dawa. Aa, kwa dawa za asili huwa zinafanya vizuri sana. Kama unahitaji kutumia dawa za asili, tunakushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Kwenye hiki kitabu kuna tiba za magonjwa yote na tumekuelekeza kama ukiona kinyesi fulani, basi ukachanganya kitu fulani. Kama ukiona dalili za mafua fanya kitu fulani. Kama ukiona dalili za minyoo fanya kitu fulani na kadhalika. Kwa magonjwa yote tumekuelekeza namna ya kutengeneza mchanganyo wa kuwapa. Kwa hiyo ukifanya hivyo, utaweza kuwanusuru kuku wako ambao wanakaribia kufa au wanaonyesha hali ya kutaka kufa. Aa, pia huu mchanganyo jamani ni rahisi sana nadhani kila mtu anaweza akaupata au akautumia kwa kuku yoyote yule na akampa matokeo mazuri mpaka akashangaa. Na wakaribisha sana, mjiunge na huduma, uh, zetu ili muweze kufuga vizuri kwa kutumia tiba za asili kwa sababu hata sisi hapa shambani kwetu tulishaacha kutumia tiba za dukani kwa muda mrefu sana. Tumejikita kwenye mimea mbalimbali, tunaifanyia tafiti nafanya vizuri na tunaweza kuitumia vizuri kabisa. Pia kwenye vitabu vyetu tumeandika ile mimea ambayo tuliifanyia tafiti nikatoa matokeo chanya, kwa maana tunakushauri uweze kupata hizo huduma. Hata sasa huduma za vitabu, jamani, utaona mambo mengi na utapunguza gharama kubwa sana ya ufugaji. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie, lakini make sure unakuwa serious. Kama unataka ulipie, ili uweze kuhudumiwa. Asanteni sana.